sio kauli ya uchechezi, ni kauli ambayo dhahiri shaini ilikuwa hivyo. Mnapokwenda kwenye vita, lazima mnajipanga kwenda kupambana, kuna namna ambavyo hiyo vita mnakwenda kushinda. Kwa hiyo, silaha yote ambayo mnaamua kuitumia kwenye vita mnapaswa kuitumia ili mna tu mbona namna ambavyo tunakwenda kushinda hiyo vita sahi, na kwa, iyo, kwa, ni kauli ziko sahihi, na mimi naongezea yeyote akija kutuzingua tutamzingua. Kwa hiyo kwani kuna viashiria kwamba kuna watu wanataraji kuhujumu. Tumesema tumetoa tahadhari, hakuna mtu ambaye tumuonyesha kidole kikubwa. Tumetoa tahadhari, tumesema ukituchanganya tunakuchanganya, ukituzingua tunakuzingua. Hii ni kauli ya tahadhari, kwa sababu tunapokwenda kwenye vita lazima tunajua kuna wapinzani ambao tunaenda kukutana nao. Hamwezi kujua wapinzani wamejipangaje. Kwa hiyo nyinyi kazi yenu kubwa ni kuambia kwamba pinzani katika hii vita, kwa kuja sisi tumejipanga vizuri kwa namna ambayo tunakwenda kushinda hii vita. Kwa hiyo kauli inayotoa ni kauli ya tahadhari. Kama kuna mtu ambaye alikusudia kufanya hicho kitu ambacho alisahau kukifanya basi aturie tu, lakini kwa jinsi wewe unavyoangazia kwamba kana kwamba mnatumia kauli kali kwa hawa ambao mnawadhania tunazungumza tu nguvu kubwa. Mwandishi, nilichosema mimi, natoa tahadhari. Mpira ni mchezo wa ushindani, maana yake kuna Simba, kuna mtu ambaye anashindana naye, na nikasema mpira ni vita. Sasa kwa hiyo vita, kila mmoja anajua namna ambavyo ya kujipanga kwenda kupambana katika hiyo vita. Sisi tumetoa tahadhari kwamba yoyote akituzingua, tutamzingua. Kwa hiyo yule ambaye ana dhamira ya kuwazingua asiingie uwanjani, ama asifike hapo, tutamzingua na tumeshatangaza kabisa. Na leo nawashukuru sana wapo radio kwa kunipigia na kuliweka hii swala liwe sawa sawa. Yoyote anayekuja kesho katika kesho kutwa katika uwanja wa Amani amana hakikisha amevaa jezi yake nyekundu Tofauti na hivyo, utakutana na kila Kisugu mlangoni, watakurejesha. Kwa sababu ni shughuli ya kwetu, na sisi ndio watu ambao tuna stahili kupanga katika hiyo shughuli, yaani kwamba kama hutovaa jezi nyekundu ya Simba hautoingia uwanjani. Yes, yes. Yes. Yes. ni jambo ambalo tumelitangaza na kila mmoja ajue, hii vita ya kwetu, hii mechi ya kwetu Simba Sports. Kwa hiyo sisi ndio tunapanga taratibu ya hii mechi kuta kila kitu sawa, sawasawa. Kwa hiyo kama wewe una haja ya kuvaa jezi nyekundu, usije katika uwanja wa Nyamani, utaadhirika. Hauoni kana kwamba unazima ile shughuli ya kwetu, shughuli ya kwetu, na sisi ndio tunapanga shughuli. Mbona unataka kutupangia shehe? lakini kuna mtu sio shabiki wa Simba atakayeingia akashuhudia mechi finali? Vaa nyekundu, kama huwezi, kaa nyumbani, brother. Hii ni vita, si tunahitaji kombe la Shirikisho barani Afrika. Sio kombe dogo, ni kombe kubwa, kombe ambalo ukiangalia kwa historia yake, Tanzania au Afrika Mashariki na Kati, tuna zaidi ya miaka sitini hatujachukua hiyo kombe. Kwa leo tunakwenda kucheza fainali kwa mara ya pili mara ya kwanza tulifanya 93 lakini mara ya pili tunafanya 2025 bina katika uwanja wa Nyamani. Tunasema kama shauri kuhusu, usije kaa nyumbani. Kiwanja kinaingiza watu elfu kumi na nne Simba, tunatosha shehe. Mimi nimerudia tena, shauri ya nani hii? Yes, ya Simba. Nani anatakiwa apange utaratibu? Simba, vaa jezi yako nyekundu uje. Kama huna baki, wapo radio eh. Kama huna baki, wapo radio, usiingie uwanjani kama una nyekundu. Yes, yes, Simba tuko watu wengi mno. Wewe unajua kwamba baada ya mechi kuahirishwa kutoka uwanjani uwanja Benjamin Mkapa kuna tiketi elfu arobaini watu wa Simba tayari walikuwa wameshanunua. Uwanja wa Nyua Manu unaingiza watu elfu kumi na nne brother, waambie na imani kwamba kuna wasikilizaji wengi wanakusikiliza hapo radio. Watu elfu kumi na nne Simba wenyewe tunatosha. mm? tunatosha w na chombo kime eh? tunatosha kama ah. Wewe unaona shida kuvaa jezi nyekundu ya Simba Sports? usije katika uwanja wa Nyua Manu. Unajua kuna muda wote shukrani wakati wa kucheka tu mm. Kuna wakati tunazungumza siri ya siri, mambo yaende kufanikiwa. Hii ni vita vita ambayo tukiweza kukumbuka historia Kihistoria, urafiki ndio ulitusababisha tushindwa kupata kombe 93. 2025, kama huna jezi nyekundu usisogee katika uwanja wa Nyuma Mani. Nikushukuru sana, asante, niwashukuru sana wapo radio. Na wewe vaa jezi yako nyekundu, njoo Nyuma Mani. Mtangazaji pamoja, asante sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.